Mr. Young, together with Madam Karen, are, going to be on duty. So you you you make sure you maintain total maximum cooperation. I I mean, you should be doing the right thing, the right time, and the right right thing, time, place. Otherwise, I don't have much to say. I'm going to welcome Mr. Young. Hamjambo wanafunzi? Hamjambo mwalimu. Ongeeni kwa sauti. Hamjambo wanafunzi? Hatujambo mwalimu. Natumai mwazima, ndio. Pia mimi ni buheri wa afya, nafurahi kuwaona tena kwa siku ya leo. Mengi yameongelewa na mwalimu, natumai cha muhimu kabisa ni kuyafuatilia kama alivyosema this week. Asitaki tupatane sehemu mbaya kabisa. Tunaelewana? Sema ndio mm. Ndio. Tukipatana sehemu mbaya tunafanya nini? kama, kama, kama nilivyowaambia tumesikilizana vizuri. Naombeni na, na mfuate maagizo hayo kisha wiki hii itaisha vyema. Kwa hiyo machache, santeni. You can disperse

You are here fighting over men instead of kusoma. Your parents are outside there wana struggle because of you guys. <laughs> Na mko hapa ivi mna fight because of men in the name of teachers. How do you school rules Zulfaka. <laughs> Wacha ni mtoza adhabu mwangalie you piece of shit. Usianguka nje vicious. Niache. Mwangalie, mwone. Watch your steps, young lady, if you want your life to run smoothly in this institution. Wacha na Mr. Yang kumfuatilia. Ana bonge la dada hapa. Mwangalie imbecile bitch. Ndio maana hadi usukuze hiyo shule lenye ulikuwa. <laughs> Stay out of my lane. <laughs> Aaaaisaya <laughs> Siwezi mwache, aa, nampenda sana <laughs> kama ni kupigana msichana, no. no. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> like ni si wa kionaa mshlakini umati ulikuwa nguvu, imagine I tried my best, lakini like wapi? <laughs> nyewe mimi nilijaribu ah <laughs>

Niko nombe ya moto. Uh -huh. Nina moto. Chapia sasa. Mbona mmoja mmoja amina uh -uh. Change of mood? Oh, ule mwenye mliko anapigana ile siku? Yeah, obvious oh. Yule mdada kanikera, yani kanifika kwa ko. Kafanya nini tena? She's a bitch, like, surely. Mr. Young si ni wangu. Mbona nataka ku

Hey, wewe simwachi on. Una vile inapendeza. Wallahi wewe unapendeza. Tena nataka nimwache. Hwesimwache navle Fight for what you was best. I must fight babes. Like la... Bora umenyamaza hivyo. Mm-hmm. Like, come on, Zulfa. That teacher doesn't love you. Asa upi unazionea Come on, pay me a chance. After all, there's so many men outside here. Despite that, kuna student. Like, mbona una fight for what is not yours. Chill, relax, man. Haku pendi. Yani sinu nezo sema hivyo. Like, yeah, inaonekana it's something that can be seen. Anyway, Zulfa, it seems like somehow Cindy is right. And the way you thought you were my friends. But atuonyesha drama hii shule. Imagine they are fighting Ani... over a teacher. Like like, Like, damn, who does that? Mwalimu mwalimu. Ah. <laughs> This not serious. Kini, mina mm -hmm. Niko na opinion. Ah, niambi. Actually, naona Zulfa achane na mwalimu. Because it can be seen clearly. Hampendi. Mm -hmm. Like, achi yamina iyo nafasi, then yeah, they continue their shit. But Cindy, you know, mm -hmm. sisi ni marafiki wa Zulfa. Like, kata una vibaya, tunafaa kumsupport.

Okay, fine. And the way I thought I had friends, friends who value me. Kumbe niko na tu fake friends. Okay, wish I knew. Ah, yule Mr. Young simwachi. Tukaa, ntabaki peke yangu nikimpigania. Na mimi lazima ntampiga. Mr. Young ni wangu, tena wangu peke yangu. Mr. Young. Mr. Young. Amina, mambo. Nisikilize, hivi ni vitu gani ulikuwa unafanya pale assembly ground? Sikufanya anything. Hivi unadhani walimu wengine wakijua natembea na wewe wote mchukuliaje? Amina, nakupenda sana lakini ikifika swala la walimu wenzangu, sitaki mchezo kabisa na hili. Naomba tukiwa karibu na wewe na walimu wengine uwe na heshima tena ya hali ya juu. Sitaki kabisa mtu mwingine afahamu hili swala kabisa. Umenisikia? Nimekusikia. Basi lakini Amina, haya mazingira si sahihi. Mwalimu au hata mwanafunzi anaweza akatupata na haya si mazingira sahihi ya kusimama na wewe. Nakumbuka saa hii ni wakati wa vipindi, wenzako hapo darasani wanaendelea na vipindi ila mitihani imekaribia ya mwisho wa muhula, sawa? Kumbuka mimi nakupenda, lakini pia nataka upite katika masomo yako, sawa? Ukipita katika masomo yako mimi siwezi kusumbua kabisa, sawa? Mina fanya hivi, naona hii sabati sabati usisome hiyo. Ni e, plan hiyo, achia Mr. nani? Mr. Yang eh, achia Mr. Yang mwenyewe, lakini haya masomo mengine sasa inafaa usome sasa. Hizi wiki zilizosalia mbili za mtihani, nataka usiniwaze mimi eh, uwaze masomo yako, usome vizuri sawa? usiniwaze kabisa kabisa, tumeelewana sawa? yeah. na ndio maana nakupenda sana. Nakupenda pia. Sasa Amina, wai darasani, ukaendelee na vipindi, tutaongea baadaye. Wai darasani. nipe hug ndio niende basi. hug tena? Nimekuambia haya ni mazingira ya shule, mtu yoyote anaweza akatokea hapa. Wai darasani, nitakutafuta baadaye lakini sunanipenda, sunipe hug ndio niende, sizienda hivo. <coughs> Ni nipe hug niende.